Tunaanzia kule Tanzania, ambapo chama kikuu cha upinzani Chadema kimetumbukia katika sintofahamu zaidi kufuatia baadhi ya waliokuwa wajumbe wa kamati kuu ya chama kutangaza kujiondoa kwenye chama hicho baada ya kutofautiana na uongozi mpya. Tangu kuingia madarakani kwa Tundu Lissu, mkosoaji mkubwa wa serikali ambaye kwa sasa yuko kizuizini kwa tuhuma za uhaini, baadhi ya wanachama waliokuwa wanashika nafasi za juu walitangaza wazi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 Kwanza ikumbukwe kwamba tangu kumalizika kwa uchaguzi wa ndani ya chama hiki kikuu cha upinzani nchini Tanzania cha Chadema, kambi mbili ambazo zilikuwa zinavutana katika nafasi ya mwenyekiti e, hizi kambi mbili zilishindwa kukaa pamoja na kila kambi imekuwa ikirusha maneno dhidi ya kambi nyingine. Na ukimya wa bwana Freeman Mbowe tangu aondoke madarakani kwa kweli kumeashiria ni kama kambi yake haijakubali kushindwa na Tundulisu. Kwa hiyo kikizingatia na hali ambayo imetokea baada ya Tundulisu kuwekwa kizuizini na kesi ya uhaini, ni kama wanataka watumie mwanya huo sasa kambi Mbowe kukiumbisha chama na kuonyesha kwamba chama hakiwezi kwenda bila Freeman Mbowe. Nadhani ni hali ngumu, hasa ukifahamu kwamba tunaelekea katika uchaguzi, ingawa Chadema wameshasema kwamba wao hawatoshiriki uchaguzi kama hakuna mageuzi ambayo yamepuuzwa na serikali. Kundi la wanasiasa waliojiuzulu kama wanachama ni lile lililokuwa linaunga mkono mwenyekiti aliyeshindwa Freeman Mbowe.